Harmonize na Kajala walifanya pati kubwa sana e, kwenye Yachi. Yeah. Na stories zikawa ni nyingi sana. Lakini sasa hivi tunasikia tena kwamba hawako pamoja tena. Hii nayo pia unaizungumziaje Suma? Uh, walifanya pati ya kuvishana pete ile mm, kwenye Yachi. Lakini pete hatukuiona, hmm, hmm. Nadhani ulipofika muda wa kuvishana pete walisema wamezima, wamezima simu, sijui wamezima kamera au kuna mtu aliona pete inaingia kidoleni? kuna mtu aliona una nga... kuna mtu aliona je, Kajala ana pete mkononi alovikwa juzi? Ukimwangalia kwenye picha zake, kwenye video, kama hana inawezekana hata ilikuwa kanjanja, watu wana push project. Harmonize wakati anadiana na Kajala ulikuwa ni muda ambao ameachia project ya leo na Mboso, ameachia project na Focalist. Kama pete haikuonekana wakati inaingia kidoleni kama pete haionekani kwenye kidole cha Kajala sasa hivi, it means inawezekana ilikuwa ni project, mradi watu wanapush muziki, konde arudi na konde. Baada ya pale alirudi namba wani on trending, nyimbo yake ya leo na mbosso ilikaa namba wani on trending. Kwa hiyo plani ilitiki, jina la konde lilijadiliwa, likajadiliwa kwenye mitandao, akaenda audio make akakaa juu Boomplay, akarudi konde huyu hapa. Kama mahusiano yamepotea, inawezekana walikuwa wanapush project. Inawezekana juzi mwe kwenye mahusiano, leo mtu ambie yamepotea, anapoteaje? au maybe wameamua kuwa loki, wameamua kuishi maisha ya mahusiano lakini bila ya kuleta vitu vyao vingi mitandaoni. Swala la kiredio uh, kuachana na mpenzi wake mm. Kama ni kweli mm. Uh, nah, najua mwana atakuwa ameumia sana kwanza mm. Kwa sababu wameanza wote kutoka kwenye hali fulani ya chini, niliona klipu zao za zamani mm wakiwa wote wanajitafuta tafuta kidogo. hmm. na walipokuwa wamefika wamefika sehemu kidogo nzuri. hmm. E, sehemu nzuri ya kupata hata usafiri wa kutembelea kukaa kwenye nyumba nzuri. hmm. wanajikimu kimaisha, wanakula vizuri, wanaweza kuishi vizuri, sijui unanielewa vizuri okay. Eh? okay. kama wameachana, najua itakuwa imemuumiza sana Kiredio. hmm. Lakini mi siwezi kushangaa swala la Kiredio na demu wake kuachana, siwezi kushangaa. hmm. Kuna klip moja niliwahi kuona waliposti, Kiredio aliposti. hmm. Alikuwa ana safari ya Arusha nadhani. hmm. Mwanamke wake alikuwa amekaa kwenye siti pembeni mm. Alikuwa amekaa dirishani hivi kama anaongea naye mm. Kiredio kama alikuwa anasema anaenda mwenyewe aendi na yule demu tutaachana mm. Yule demu alikuwa kila neno kiredio analoongea anamwambia tutaachana mm. mm. Sio, unanielewa vizuri eh? mm. Alikuwa kiredio kama akiongea, yule demu anajibu mm, tutaachana mm. Ile mbaya sana kwenye mahusiano, ukishaona kwenye mahusiano yako huko na mtu kila dakika mbili mkikosana, nakwambia tutaachana Ujue, lolote linatokea mda wote kwao. Nilivyoona ile klipu ya Kiredio mm. anaongea na demu wake sijui kuwa na safari ya Arusha, anataka kwenda mwenyewe, sijui kuwa na safari gani. Demu anamwambia tutaachana. Tutaachana. mm. Ilikuwa ni graduation, demu alikuwa na graduation, Kiredio alikuwa anasema ana safari. Kwa hiyo hawezi kuwepo kwenye graduation. Nadhani kitu kama hicho. Demu akawa anajibu jibu tutaachana, tutaachana. Unajua neno mwanamke akishatamka neno tunaachana kwenye maongezi mara moja mbili, hiyo ni red flag. Kaa pembeni nyuti weka mguu nje mguu ndani, muda wote kinawaka. Wanawake waga wana tabia ya kusema mambo kwa kudhamiria, tofauti na wanaume kwa, kwa. Wanaume anaweza kusema kitu kikaisha. Mwanamke akishaanza kwambia tutaachana, tutaachana, unajua inakuja kweli kuachana, yani muda wote kinawaka. Asubuhi tu kuna story ambazo sasa hivi zina, zinafanya vizuri sana lakini okay. Lo, asubuhi nimeamka ma, ni nimeona story ambayo imeni imeni imenipa changamoto sana katika kuifikiria kwa sababu mm, nimeona kama unasifiwa hivi kwamba ni bora sana na nataka niende moja kwa moja. Ni yeah, kwa ina kwa uh, niliamka leo nikaona ni, ni, ni busara kuweka hisia zangu hadharani okay. Eh, niko kwenye entertainment industry kwa miaka mingi okay. Uh, Diva pia yupo kwa miaka mingi nilikuwa, hmm, namwangalia kwa jicho ambalo uh, lilikuwa zuri hmm kwa hiyo nikaona leo ni, ni jaribu kuiweka wazi kwamba jamani wa Tanzania hmm. Mimi nampenda Diva the Boss, unajua mnyamwezi mm. vingereza vingi na vitu vingine kama hivyo mm. kwa hiyo nikaamua kupost kwamba jamani, miaka mingi mimi mm. Diva hmm. eh, namtamani, wanangu e vipi hey, nipambanie kombe na vitu vingine kama hivyo. Okay. Eh, bana nimetupa ndoano yangu, nimeona pale naye kaetia comment pale. Hmm. Eh, amenita mume. Ngoja hmm. tuone hii shughuli itaelekea wapi. Okay. Mm. Hisia hi, hi, zako zimekuwa za ghafla sana kwake, labda uleshe kufikiria, labda kuna siku utaweza kumtamkia yale ambayo umemtamkia kwenye ukurasa wako Instagram. Haijakuwa ghafla mm. Haijakuwa ghafla sema, alikuwa naye muda mwingine, vipengele vingi, unajua uh, ni mtu ambaye alikuwa anatoka kwenye relationship hii, anaingia kwenye relationship hii okay. lakini ya mwisho tuliona alikuwa na yule jamaa mganga yule okay yule mganga nani sijui kwao okay. Nikaangalia ile relationship inavyoenda nikaona, ah, mbona Diva kama amekutana na mtu katoo tapeli, tapeli mjanja, mjanja wa mjini, muongo, muongo. Ebu okay. ngoja kwanza Suma. yani, una, unawezaje kumuita mtu uniambie mtapeli? e, mtu ambaye alikuwa na mahusiano na mtu niliona yani, malalamiko yao, mapenzi yao yalikuwa na misukosuko okay? ebu tudhibitishie hilo misukosuko. mm -hmm. na misukosuko, misukosuko tulikuwa tunaiona Diva ana posti mara tumegombana, mara kaandika hivi, mara kaandika hivi, mara huyu mwanaume hmm, kwenye kipindi chake huko, vipengele vyake, mara na wanawake wengine, mara na nini hmm. Kwa hiyo uh, tunapozungumzia utapeli hatumaanishi wa fedha hmm. Tunazungumzia kile kilichokuwa kinaletwa na Diva the boss mezani hmm. Kwamba huyu bwana na wanawake mwingine, ina maana ni tapeli wa mapenzi, sijui unanielewa? Okay, kwa hiyo ukakutana kutana na visanga vingi, hasa mtoto kama yule atakayokutana na visanga yule, anataka kukutana na watu wamenyooka. Umeona bwana, so watu wakatoka toa wajanja wajanja wa mjini bwana, we kato wajanja wa mjini. Kwa sasa hivi unataka kututangazia kwamba unataka kumuoa Diva? Mimi nataka nikae pale mahusiano, sio lazima kuoana. Kwanza mahusiano hayaanzi na ndoa, eh. Mahusiano hayaanzi na ndoa, ndoa zinafata baada ya watu kukaa kuelewana na kuona kama inafaa ka tukaishi pamoja, kwa hiyo tunaanza kwanza kumsogeza Diva karibu alafu then mengine yatafata, hasa wale mtoto we vile viingereza vile viingereza akikaa okay. karibu na mimi nami natoa viingereza vyangu vilivyokosto mm -hmm. Tunaishi, maana nilikuwa sivitumii hivyo vingereza ambavyo viko story ni... vingi sana <laughs> mwanangu, ni vipi hivyo? Suma unamkwara sana mkubwa, amini kwamba vingereza viko story, viko story. So far mwezi wa pili unakuja na tunajua sa kwamba mwezi wa pili waga na mwezi wa yeah, mahusiano mala vidavi na makopa kopa kibao ndondoa yeah. E, itaf itafanyika katika mwezi huo nimekwambia, kwanza niko kwenye nimeshatega ndoano mm. Ae eh, tusubiri, wa Tanzania wasubiri kuangalia, lakini mimi hmm. Naamini Diva mtoto mzuri eh, simuoni kama ambavyo labda watu wengine wanamuona. Okay. Mimi namuona kama msichana mzuri tu eh, ambaye ni ana, ana, ana, ana, ana unyamwezi mwingi eh, uzungu mwingi kuliko uswahili hasa. Mtu kama yule ujue atakiwa kupata wazungu wenzake, yule anatakiwa apate waswahili. Sasa mtu kama mimi manzesele eh, unajua boni manzese, le, manzese eh, baharia wa kitambo South Africa ukikaa okay, na mtu kama Diva vitu vinaenda mama mm. Eh, hapo usipite, njia imefungwa, pita hapa mm. okay, rula mm. eh okay. Kwa maana, Suma, vitu ambavyo vimekuvutia kwa Diva ni vitu gani hivyo vikubwa vikubwa, hebu nataka utuorodheshe. Unyamwezi Adha, unyamwezi yuko wazi mm. Sana, Diva yuko wazi kila kitu anataka kukiweka hadharani mm. sio, naelewa eh? mm. Yaani, Diva ni yule kiumbe ambaye ameumbwa na Mungu, kila kitu anakiweka hadharani na maana ni mtu ambaye hawezi kukaa na kitu moyoni, okay Pate kwa hiyo kanyoka sasa. Mtu kama yule anatakiwa apate mtu mwenzake alionyoka kwamba bwana, hii imepinda, hii imepinda, hii imenyoka, imenyoka, twende huku, twende huku tu, ah, huku tusiende, huku atwendi, sio unanielewa? okay. sasa yule mtu ambaye kanyoka akutana na watu ambao wamepinda pinda, ndio unakuta ile misala mingi diva. mm. Mdauta anakuja mitandaoni kulia, mtoto kama yule analialia vipi? Diva analia vipi mitandaoni, kisa mapenzi, wakati wauni tupu watu, yule anapata tulia. Diva shida yako nini? kupendwa upendo huu hapa Tuondoke Mnazaleti, semaji kama sema siku ni kwamba na siku jana nimeona mm. e, majibizano kadhaa, lakini naweza nikasema sio majibizano, bali ilikuwa ni kama maoni okay. Chidibenzi alikuwa ana, anazungumza mambo fulani fulani, lakini alikuwa akimtuhumu Dudubaya na e, yaani alikuwa anaelezea kwamba yani tabia kwamba Dudubaya anakuwa mm. anazungumza mambo mbalimbali ya mbali wasanii kwamba ni, mm. kwa ni vyema angeacha, labda angekuwa na base labda kusema labda unaona msanii fulani aliendelea labda kushoot video nchi fulani amefanya vizuri sana, naonaje hivi na vitu kama hivyo lakini okay, akasema kwa kwa umri wake na kwa title yake sio vizuri sana kuwa anazungumzia mambo ya labda tubezi hapo kwa sababu mm, yeah, mimi mimi sio najua ni legendary mpaka videographer wasanii kadhaa na vitu kama hivyo. Mimi nataka tu utuambie wewe mtazamo wako ni upi? Katika mtazamo wangu mimi kwangu dudubaya yuko sawa mm -hmm, kwangu kwanza mm -hmm, dudubaya yuko sawa mm -hmm. Kwa nini yuko sawa? mm -hmm, hatuwezi kuwa na industry ya kusifia sifia Yani, hatuwezi kuwa na industry kila tukiamka tuwe tunasifia sifia, hapana. hmm. Lazima tuwe na industry ambayo kuna wakati watu wanakosoa. hmm. Lazima tuwe na industry ambayo kuna wakati watu wanahoji, ili wanaokosea waweze kujirekebisha, inabidi wahojiwe, ili watu wanaokosea kwenye industry, wanaopinda waweze kujirekebisha, inabidi wasemwe, waambiwe. Hatuwezi kuwa na industry ya kuamka kila siku tunasifia, tutasifia panapotakiwa kusifiwa. Naelewa. Hiyo eh? hmm. Sio industry yetu hata Amerika tunaona 50 Cent kaamua matatizo ya PDD katengenezea documentary, kayaleta hadharani kapiga hela. Kashangilia, yani matatizo yaliyomkuta Didi kukamatwa kuwekwa jela kufanyaje. Ndio industry iko hivyo. Mbona watu wamlaumu 50? Kwamba 50, mbona unamsema PDD vibaya? 50, sijui unamsema Big Meech vibaya? 50, sijui kamsema nani vibaya? Watu mbona wamlaumu? 50 Cent anafanya shughuli zake, zinaendelea mm. Movie zinatoka na maisha yanaendelea mm. Hiyo ndo entertainment industry, hatuwezi mm, kuwa na entertainment, kila mtu anataka asifie wakusifia wasifiwe wakukosolewa wakosolewe kwa dudu baya. Mm, tumi kama ana vitu vyake moyoni, anahisi anavitoa, mwacheni avitoe. Mnamzuia kama vipi, ili iweje? ana vitu vyake, anataka kuvitoa, mwacheni avitoe, okay. na watakaoamka wa pia wakisifia watu waacheni, okay. wawasifie watu hivyo okay. Suma, kuna kitu ambacho mimi nilikuwa nataka ni nikuambie, ku, ni lakini mm. pia tu discuss mimi, kwa sababu wako watu wanaodai kwamba baadhi ya maneno ambayo dudubaya nakuwa akiyatoa katika kauli zake zile, kwamba labda anawasemea wasanii na vitu kama hivyo mm. sio maneno rafiki, na hiyo mm. imekuwa ikitolewa sana malalamiko sasa, wewe unavyosema kwamba E, aendelee kuzungumza na nini? Yaani, huoni kama una, una, una, una kama unajumuishwa kama mkandamiza? Nisikilize vizuri, mtu akiongea mambo ambayo sio rafiki, kuna vyombo vya sheria kwenye hili taifa mm -hmm. mambo ambayo yamekaa kuvunja sheria za nchi ambayo mwanadamu atakiwe kumpa mwenzake mm -hmm. nadhani anaenda kwenye mikono ya sheria, muhusika atakae kuwa amepewa hayo mambo mm -hmm. aende akaripoti kwenye vyombo vya sheria akamkamate dudu baya sheria itasema kosa kama hili tuna hukumu hivi, sijui unaelewa vizuri eh? Mm. Lakini kama anaongea tu mambo ya kusema bwana Brian mzulumati, Brian alimdhulumu Yasini ngitu sijui nini ah, sasa kama Brian alimdhulumu Yasini, kwa hiyo Dudubaya asiseme kama Brian alikuwa tapeli, mwacheni. Umeona? mm-hmm. Mbona watu wengine anawasifia Dudubaya? Mbona kuna wakati Dudubaya tunamwona anaongea vitu, anasifia, anatoa maoni, anasifia, sijui. Unanielewa? Okay. Mimi nilichokiona pale jana nimeangalia vipande vile vya interview ilikuwa East Africa. Ilikuwaaafrica uh, Chidi anasema Dudubaya alimkata kwenye mchongo wa Wasafi Festival. Chidi Benzi anasema Dudubaya alimkata kwenye mchongo, lilitajwa jina lake, Dudubaya akasema huyo mlevi anakaba watu sasa hivi, kwa hiyo hatufai huyo, mwizi atakuja kutuibia <laughs> kwenye tua <laughs> vizuri <laughs> mm. Kwa hiyo inaonekana mm. Chidi kumzuia Dudubaya mm. na kumwongelea Dudubaya mm. naye pia ana matatizo naye Dudubaya kwa sababu amesema kama Dudubaya mi nilikuwa sijui mm. ila kupitia interview ya Chidi Benzi jana ndo nimeona mm. kwamba Dudubaya kumbe alishiriki kumtilia kumtilia ngumu Chidi Benzi kwenye mchongo wa Wasafi Festival okay. Alisema mwizi sijui anakaba watu sijui nini, wakati huo, lakini sio sasa hivi, ni wakati huo kumbe naye Chidi ana jambo lake na Dudubaya kama vile Dudu, Chidi kasema hmm. Dudubaya naye akija akijibu ndo industry inatangamka. Sasa Dudubaya sasa hivi anataka afanye nini? Kwa mfano wewe sasa hivi kwenye huu muziki Dudubaya anataka atoe nyimbo ashindane na Mario au yeah. Lakini Dudubaya anataka Dudubaya atoe nyimbo ashindane na Diamond legendary yule. Muacheni sasa legendary wake autumie kwenye kuongea atoe tusokuwa, tulokuwa tuyajui mambo ya zamani huko sisi tulikuwa tuyajui. Muacheni Dudubaya tuletee. Tuyajue. Okay. <laughs> Okay. Suma, Suma nakubali sana so, mm. Tuko na Suma Mnazaleti na hapa ni katika studio za Bongo 5 Network ni Abra, lakini mada ni nyingi sana na nyingi ni nzito, lakini so far tutakwenda kuzungumza mengi zaidi mm. mm. Sasa hivi kwa sababu comment ni nyingi sana. Pia una una maiki zako nalile wazo lilikujaje kwanza la kuweka nao maiki zako ndani ya nyumba eh? Chumbani unakaa una, unazungumza uh, kama. wazo hmm, lilitoka kwa watu hmm. Nakumbuka uh, mwaka mmoja nyuma mm, niliwahi kufanya interview kwenye media kubwa nilivyotoka, hmm, uh, nakumbuka Minaali hmm, Minaali alikuwa ni mtu wa kwanza, lakini pia Kennedy the Remedy kuniambia, okay, Suma hmm, uh, unaweza kufanya podcast kwa sababu ni mtu ambaye ukija kufanya interview hapa XXL mm. unakuwa una vitu vingi sana unazungumza, kuhusu muziki unachambua, unaonekana ni mtu ambaye Mungu amekujalia mm. uwezo mkubwa wa kuchambua mambo na kuyafahamu mambo, okay. kwa hiyo maybe unaweza ukafanya podcast, ukawa una, ili industry iendelee kwenda okay. baada ya Minali na Kennedy uh, The Remedy nadhani ilifuata watu wengine, nimekutana mm. na watu wengi uh, wa mwisho Desemba, ilikuwa Desemba nadhani uh, meneja wa Mario Ginimbi mm akaniambia tena nilikuwa mm. naambiwa kila siku kila wakati na watu okay. tofauti tofauti mm. wasanii watangazaji, Gidimbi mm. uh, naye akaniambia bana, mzee, vipi unafikiriaje, kwani huwezi kufanya podcast mm. kwao? Nikaona ni jambo ambalo lina, lina umuhimu kuliko kuongea kawaida. Kwa nini nisiweke mic mbele? Kwa sababu hakuna tofauti kuongea kwa kutumia mic ya simu na kuongea kwa kutumia mic, ni vile vile, ila tu kwa kutumia mic sauti inatoka vizuri zaidi, tofauti na ukirekodi kwa kutumia mic ya yes, so tumekuja kwa sababu hiyo, tumekuja kwa sababu hiyo. Watu wengi walikuwa wanaamini mi ni miongoni mwa watu ambao Mungu amewajalia uwezo mkubwa wa kuifahamu industry yetu, uwezo mkubwa wa kuchambua mambo yanayohusiana na entertainment. Okay, yeah. Safi sana. Okay, Suma, uh, kuna kuna moja ambayo nilikuwa nataka tuzungumzie hapa mm. Naamini najua sasa hivi kwa sababu kuna upande ambao huko, lakini so far ni kuhusiana na kwani ni nani huyu anazungumza wakati fulani anatoa matamko ndio e, hmm. baka mme sana somo kumata kuzungumzane. Tunaona mabishano makali ambayo yanaendelea ya. lakini mimi nilikuwa nataka e, kwa upande wako utuambie. Hii masuala kwamba huyu ni wakuja huyu ni mzawa sijajua nasababishwa na nini. Hebu tuanzie hapo Suma. Huyu wakuja huyu ni mzawa? Yaani kutoka kwa nani kwa nani? Kwa kaka yako na kaka yako. Yaani nani na nani? Doto yes. na Chief. Doto Magari na hmm. Chief. Hmm. Ah, mimi ukiniweka moja kwa moja kutoa maoni cha kwanza nachokiona Doto Magari anachomzidi Chief Godlove ni kuzaliwa Dar es Salaam cha kwanza, mm uh, nadhani hiyo ndo silaha kubwa ya Doto kwa Chifu eh, kwamba bwana, mimi nimezaliwa Bontown, we umekuja kutoka Kiela, uniambie kitu hicho. Ndo kitu pekee ambacho Doto Magari amemzidi Chief Godlove, kuzaliwa mjini. Kwa nini? Chifu ametoka mkoani, mm. let's say ametoka Mbeya, Kiela Ipinda mm. Yani, wilayani wilayani mm. sio, unanielewa eh? Ha, amekuja Dar es Salaam miaka michache iliyopita, sio mingi hivyo. Ameanza kutupostia vimbao, anatumotivate kuwa na hela kwa kuweka mbao zenye rangi rangi nyekundu, ili tuone mzigo ni mwingi. Akiwa na laki kadhaa anaongeza na mbao, tunaona hela nyingi. Baada ya muda tukamshtukia yule jamaa anaweka mbao. Baada ya muda tukaona tena haweki mbao, akiwa anaweka hela anaweka hela kweli itimizi kazipata hela kwa kaja Dar es Salaam kama wakuja kazitafuta kapata, tumemwona nakaa na Mbweni kwenye majumba mazuri, si unanielewa vizuri? Zile nyumba hata kama umepanga, lazima ulipe kodi. Hakuna mtu atakupa gorofa babu ukae bure Dar es Salaama mjini hapo. Unamfanyia nini mpaka mtu akupe gorofa ukae bure? Unamfanyia nini huyo mtu? Kwa hiyo hata kama amepanga lakini kumbuka yale magorofa ujue, mbweni huyo kuhusiana na magari nimeona Doto anaongelea magari ya Chifu hayana majina yake, sijuu nini. Mimi nilimpigia simu Chifu, nikaambia, Chifu hayo magari ni ya nani? Mm -hmm. Ulimpigia hivyo simu nilimpigia. Mm -hmm. Like serious, nikaambia Chifu, mimi bwana, siwezi kukuelewa, hebu nitumie kwanza kadi za hayo magari nione. Chifu alinitumia kadi, hizi hapa soma, Brian anakuonesha sisi aya si, ah, si maisha bwana. Akakutumia okay. <totipia> kadi kabisa za magari uh, hizi hapa. Mbona anakuwa na mapepe? Tulia nikuoneshe, nazitafuta hizi hapa, hatuoneshi kwenye, angalia vizuri hapo hapo hiyo tuna naona ziko kadi zaidi ya nane hapo, kuna kadi hapo, siunaziona hizi yuko yeah, na yu nazo Nairobi okay, kwa hiyo okay. Mwana kapambana, hata kama kwenye zile gari saba nane za kwake tatu nne tano, kapambana. Dar es Salaam ngumu babu. Dar es Salaam ngumu nisikilize mimi. Mm. Brian, Dar es Salaam ngumu si tumezaliwa hapa tunaelewa. Mm. Ukimwona wakuja kaingia mjini hapa afikaishi, ujue huyo mjanja. Kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kutafuta hela. Ukimwona mtu anaweza kuitafuta hela kwa njia yoyote ile. Ukimwona mwanaume anaweza kutafuta hela kwa njia yoyote ile. Alafu ile hela anaipata, ujue huyo mwanaume mjanja sio kolo. Amini kwamba sio kolombwe wewe. Kolombwe hapati hela babu. Hela ngumu. Ah. Okay, o ina, ina maana sasa hi, hi, ha, ha majibizano yataisha lini? Hawezi okay, kuisha, yataisha wakiamua kukaa kimya lakini, nimeona chifu hajamjibu Doto Doto anaendelea, maisha yaendelea. Hivi Suma, okay. Mm. ka, kabla ya kutangaza kwamba unamtaka Diva na namuo kwenye mahusiano. Niko single mwaka wa nane huu, yaani mi niko mjini hapa, niko single mwaka wa nane. Asa, sina mahusiano na mtu yote. Wewe utakuaje msemaji wa mahusiano wakati huo ni mahusiano Nimesemea mahusiano ya nani? Hakuna watu wanayajua mahusiano vizuri kama watu walioko single, kwa sababu watu walioko single wanadeti <laughs> na wapenzi za watu. Sijui unanielewa vizuri. Okay. Hakuna watu wanayajua mahusiano vizuri kama watu walioko single, kwa sababu watu walioko single wana deti na wapenzi za watu. Sijui unanielewa vizuri. Okay. Yani, ukishasikia mtu yuko single, ina maana hana relationship. Anaishije huyu mtu inamaana huyu mahusiano yake yako kwenye mahusiano ya watu ah, unanielewa vizuri ah? mahusiano yake huyu mtu yako kwenye mahusiano ya watu, kwa hiyo anakuwa ana experience hmm, anaelewa michezo ya kuchitiwa kwa watu vizuri, kwa sababu yesi anaicheza hiyo michezo kila siku. Sasa okay, mi niko single mwaka wa nane, kwa hiyo unaniambia nini hapa mjini kigeni ambacho mi sikielewi kwenye mifumo <laughs> Naelewa A to Z. Na ni mm. Okay, sasa nisijue mahusiano ni, mtoto wa kiume umri mkubwa miaka zaidi ya thelathini na tano kwenye ulimwengu eh, unashindwaje kuyajua mahusiano? Niko kwenye mziki. Eh, kwa miaka unaelewa mziki wewe, miaka kumi na sita, miaka kadhaa nyuma huko tushahiti sana tukaisumbua hii nchi. Tusiyajue mahusiano? Yaani, wasanii na mahusiano, sindo pete na kidole? <laughs> E, ujiulize wakati wangu balali ilikuwaje? mm -hmm. E, tu, ilikuwa noma. Waliokuwepo si walikuwa wanaona wachumba shindili huko kati e, e, ya mkono nani, ugu katia mkono watu wana majina yao wanayajua. Watu saizi wana familia zao, heshimu watu e, e, watu e. wana Suma. Watu okay. Familia zao saizi, tuwache watu maarufu wanaonwa na kwenye watu wasiowaona unaonwa na watu ambao we huwaoni. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa na mwanaume maarufu hmm, au watu maarufu mnapokuwa pamoja hmm, watatokea wanawake kumtaka mtu maarufu wa kiume ili waliwe lile penzi hmm. Na wewe ambaye ni mtu maarufu wa kiume huko na mtu maarufu wa kike kuna matajiri wa kiume wataibuka huko, watataka kukungoa wewe pale. Kwa hiyo mahusiano ya watu maarufu yanakuwaga na vita, kwa sababu mnaonwa sana, mnaangaliwa mwanamke anatakiwa ang'olewe na wanaume hmm. Na we mwanaume anatakiwa ung'olewe na mishangazi okay. Mishangazi inapanda dau, vita sasa vitasand. Diva si ana vurugu na mimi nina vurugu u uganga ha, mimi manyema. <laughs> mimi manyema Kigoma Ujiji Buzebazeba, unapajua Kigoma Ujiji Buzebazeba, kuna mganga anapiga ramli kwa TV huyo hatari. Yani ye yeah, akai hapo anakuwa acha chumbani anaondoka, amekuwekea kitambaa cheupe, unaangalia unaona kama movie. yani kama umeweka CD au umeweka flash, unavyoangalia matatizo yako buzebazeba hapo nikikuona sina kumaliza asubuhi tu, wao naleta utani nini? Usifanye hivyo bwana e bana. Alikuwa ni Suma mnazaleti kwenye podcast yetu na tumeweza kuzungumza mambo mengi sana, ametuambia mambo makubwa sana na sofa, unaweza ukapata kitu hapo, lakini kubwa ambacho amekizungumzia ni kuhusiana na kutangaza nia ya kumtaka kimahusiano Diva the Boss Lady ambaye hata pia Diva naye pia ameamua kushare story ile ambayo Suma aliposti kwenye ukurasa wake e, e, wa Instagram Alichokifanya Diva ni kuscreenshot na kuposti kwenye Insta story kuambia kwa Watanzania kwamba kama amepokea fulani hivi mpaka, <laughs> hapo mimi sina, au unacha kuongezea Suma. Ah, ule mtego mzuri, alafu Diva Mnyamwezi babu. hmm. Diva Mnyamwezi, Diva muelewa. Yani Diva sio wale wanawake ambao, Diva kashakutana na mishale mingi hapa mjini Dar es Salaam. Diva kashakutana na wasanii wa kila rangi, kashakutana na watu wa kila aina, yuko kwenye entertainment industry for the years. Okay, huwezi kumdanganya kitu Diva. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni maamuzi yake kuangalia bwana Suma huyu hapa Muni, bana bana Suma vipi? Yeah. Ila yeah, tutawa surprise kabisa, surprise kubwa hii. Vita kubwa mimi na Diva hii we, angalia we, endelea kunifuatilia. Ah, e bwana, mimi nashukuru sana.